Mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA imetangaza mafanikio makubwa katika uzalishaji na usambazaji wa maji safi, hatua inayochangia kuboresha upatikanaji wa huduma hiyo kwa wakazi wa Dar es Salaam na Pwani. Katika kipindi cha miaka minne, kwa samali, mafanikio ni hapi. Katika swala la utoaji wa huduma ya maji, la kwanza, tumeongeza uwezo wa kuzalisha huduma ya maji. Kabla ya miaka minne iliyopita uwezo wetu ulikuwa ni kuweza kuzalisha lita e, milioni mia tano pointi tano kwa siku, lakini katika kipindi hiki tumeongeza zaidi ya lita milioni thelathini na nne e, na laki moja kwa siku. Sasa tuna uwezo wa kuzalisha lita laki tano na thelathini na nne mia sita elfu kwa siku Pwayo. kwa hiyo ukiweza kuona kwamba kuna hatua kubwa ambayo imepigwa kwenye eneo hilo, ingawa bado kazi inaendelea kuhakikisha tunafikia mahitaji tunayotarajia. Mbali na ongezeko la uzalishaji DAWASA pia imefanikiwa kupanua mtandao wa usafirishaji na usambazaji wa maji. Mtandao wa usafirishaji na usambazaji wa maji umeongezeka kutoka kilometa 4690 kufikia kilometa 7206 sawa na ongezeko la kilometa 2500. Unajua, tunapozungumza kilometa 2500, kimsingi unaweza ukasema mtu anatoka Dar es Salaam anaenda hadi Mwanza na anarudi tena eh. Katika kipindi hiki ndicho ambacho tumeweza kuongeza hizo kilomita karibu 2500 Kwa hiyo sio sio kazi ndogo, ni kazi kubwa imefanyika. Kikubwa ni kuendelea kuhakikisha kwamba sasa mitandao hii angalau inapata maji ya kutosha kwa kuongeza ule uzalishaji. Aidha, uwezo wa kuhifadhi maji umeongezeka, uwezo wa kuhifadhi maji umeongezeka, uwezo wa kuhifadhi maji ambayo yameshasafishwa umeongezeka kutoka lita uwezo wa kuhifadhi lita milioni 153.6 na kufikia lita milioni 198. Uwezo wa kuhifadhi maji kwenye matenki ambayo ya yameisha safishwa sawasawa na lita milioni 45316, na hii imeongezeka baada ya ujenzi wa matenki ya Vikawe, Tegeta a Mshikamano, Mbweni, Bangulo na Kigamboni. Kwa hiyo angalau sasa tunaweza kuweza kuhifadhi hayo maji baada kwa, kwa ya kuwa kwa ajili ya kwenda kuwatumia kwa wateja na Anorishabani, Dodoma TV.